Ikram Jammy Ayub natokea katika kituo cha Tanganyika Youth Sports Center. Anacheza ni center back, full backs and midfield. Akituo kwa mara ya kwanza nilikifatia katika mitandao ya kijamii, nilikuwa nifuatilia Instagram, nikaona nikapenda kujiunga na ah, nilisikia faraja sana sababu nilifurahi nitamani siku moja nicheze na watu ambao umri wao tunaendana kidogo au kama amenzidi kidogo, ili nipate ujuzi. Wachezaji bora watano katika kituo chetu, wa kwanza nitajiweka mimi mwenyewe Ikram Jammy, wa pili nitamweka Antoni kama nilivyosema, watatu nitamweka Shani, wa nne nitamweka Jakson Makuu na watano nitamweka Lichani. Kitu ambacho situkuja kusahau toka nijiunge na kituo cha kwanza, kuna siku yaani ilikuwa tumekuja mazoezini kwamba mwalimu alituandalia session kwamba leo mnafanya session hii, lakini kwamba sisi wote ambao labda tuna umri mdogo mdogo tulikuwa kadhani hapa tupati zile mechi, lakini mwalimu alitufanyisha mazoezi katika wiki akatuambia pambaneni nafasi hii na ikaja ikatokea mechi ya ya mashindano tukaweza kucheza wote, na tukawa na faraja sana. Malengo yangu kama mchezaji cha kwanza kuki, kukitangaza kituo yaani, kufanya kituo mbali kijulikane na watu pia na, natamani sana nicheze timu ya ya national ya national team kuhusu mashindano ya ligi daraja ya tatu kwanza kila mchezaji uh, pale mazoezini anakuwa na morali yani, kila mchezaji anajituma uwanjani kwamba sisi tunahitaji kushiriki kidaji ya tatu na tunahitaji kuna hatua tufike, tukitangaze kituo katika sehemu mbalimbali, na Mwenyezi Mungu atatusaidia na atatushikia, tutakitangaza kituo na tutacheza vizuri. Kwa washabiki wetu, tunawaomba mjitokeze, mtusapoti, sisi tuko tayari kupambania kituo na tutawafurahisha tutakuja kushangaza hapa mbeleni, tunaweza tukafika mbali kidogo. Mechi iliyokuwa ngumu, minaona kila mechi yani, mechi zote tulizocheza zote ni ngumu, kwa sababu wapinzani wote tulicheza nao, lakini wote walikuwa wamejiandaa. Lakini mechi ngumu zaidi ambayo hatukutarajia kwamba mechi hiyo labda tutapata matokeo hayo, mechi na excellence Excellence ya Mwenge mechi ilikuwa ngumu. Kwa kweli pia mechi nyepesi hakuna. Kwa sababu kila mpinzani anajiandaa, lakini mechi ambayo tuliona nyepesi tulicheza na timu moja ile mechi ilikuwa tulicheza uwanja wa Mlimani City survey. Nakumbuka ile mechi tulishinda goli 11. Ile mechi yani hatuguzania kama tutaenda kushinda goli hizo. Tanganyika develop the game. Ah!